Mwenyekiti wa Tume ya IEBC Erastus Edung Ethakon amebaini kuwa wamejiandaa vya kutosha kwa chaguzi ndogo zinazotarajiwa kuanza tarehe 27 mwezi wa Novemba. Katika mkutano na viongozi vya wa vyama mbalimbali nchini, Ethakon amewataka wanasiasa kusaza vurugu hasa wakati huu wa chaguzi ndogo huku wanasiasa wakionya wakionywa na mwenyekiti wa vyama vya kisiasa PPLC kuwa yeyote atakayehusika na vurugu ataondolewa kwenye orodha ya kuwania wadhifa wowote. Chaguzi ndogo zinapotarajiwa kutendeka mwezi wa Novemba, tume ya IEBC imewahakikishia Wakenya kuwa wamejiandaa vya kutosha, kwani wamepokea hela walizokuwa wanazitaka kutoka kwa hazina ya kitaifa. Awali, mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethakon alikuwa amebaini kuwa walikuwa na upungufu wa fedha hitajika za kuandaa uchaguzi ule are

Na kutokana na vurugu ambazo huwa zinashuhudiwa wakati wa kampeni na chaguzi ndogo, IEBC imekashifu vurugu zile, wakiwataka wanasiasa kuhakikisha kuwa kampeni zao ziko salama, huku mwenyekiti wa vyama vya kisiasa PPLC akitoa ilani kuwa yeyote atakayehusika na vurugu ataondolewa kwenye orodha ya kuwania wadhifa wowote. Mfano, eh, mambo ya michafuko ama migogoro baina ya ya parties political, eh, yani political violence <coughs> harassment, intimidation ya political, um, ya, ya voters. Tumesema hayo, tumecondemn tunazilaani vitendo kama hivyo, na tunataka wanasiasa wawe kabisa waangalifu, wasipate kuchochea wananchi wasip, uh, wasipate kueneza ghasia na fujo msimu huu wa kura, haswa kuhusu kura hiyo ya uchaguzi uch kuhusu wakati huu wa uchaguzi mdogo ambayo tunatarajia uh, tarehe 27 mwezi wa Novemba And as we are here the political parties under the panel of PPLC they are going to ensure that they pass or they sign an MOU that if you are a member of a political party is the one who is inciting violence as a party you are, you are one of us you ensure that those rules and regulations are adhered to. IBC inatarajiwa kuanza usajili wa wapiga kura kuanzia tarehe 29 wiki ijayo huku Wakenya na wanasiasa wakishauriwa kujitokeza kujisajili kama wapiga kura. Jumatatu ijayo, wiki ijayo. Tumekubaliana kwamba vyama vyote vya kisiasa vitashirikiana na tume ya uchaguzi kueneza elimu e, baina ya wananchi na kutarajia ya kwamba wananchi watajitokelezea kwa wingi ili wajisajili kama wapiga kura kuanzia tarehe ishirini na tisa.